Serikali kupitia Wizara ya Elimu imehimizwa kutilia maanani suala la kuongeza idadi ya walimu katika eneo bunge la Jomvu ili kukidhi haja ya wanafunzi wa eneo hilo na pwani kwa ujumla. Haya yamedokezwa na mbunge wa eneo hilo, Badi Twalib, wakati wa kutoa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi 68 wanaojiunga na shule za upili. Badi amewahimiza vijana katika eneo hilo kusomea taaluma ya ualimu ili kuongeza idadi ya walimu wanaotoka eneo hilo, akihoji kwamba idadi kubwa ya walimu katika eneo la Jomvu hawatoki eneo hilo. Badi amesema atagharamia masomo ya wanafunzi kumi wa kwanza kusomea taaluma hiyo kwa asilimia mia moja kwa challenge leo kusema kuwa watu wa Jomvu ambao watoto wao wanamaliza kusoma pia wa concentrate kuangalia on faculty of education waende wasomee mambo ya ualimu ili kuona kuwa wale ambao watakuwa wamefuzu katika ualimu watakuwa ni watoto wetu wenyewe ambao wanafundisha kwenye shule zetu wenyewe, na itakuwa ni rahisi kuwasaidia wale wote ambao tumewapatia challenge ya ualimu. Nimesema kuwa wakienda kusoma, kama mbunge, tutaweza kuwasimamia 100% school fees vile vilevile, nataka niseme kuwa pesa ni muhimu ya development iongezeke kutoka kwa junior secondary mpaka kwa senior secondary. Tukiangalia hiyo transition, watoto ni wengi, serikali should come up na suluhisho ambalo, tusizungumze tu 100% transition without supporting infrastructure. Kwa hivyo, ni lazima tuwe na collaboration pamoja kuangalia kuwa supporting infrastructure inaenda as par na intake ya watoto ambao wanachukuliwa katika zile shule elimu ni collective responsibility. Mimi mbunge ina jukumu langu, mzazi na jukumu lake, mwanafunzi na jukumu lake, na vilevile vile walimu lake. Juumkulingana na badi mpango huo wa fadhili wa elimu ulioanzishwa mwaka 2021 umewezesha wanafunzi 40 kufaulu na kujiunga na navyu ya full scholarship program yetu ambayo tulianzisha 2021 cohort ya kwanza ama first cohort, tuliweza kutoa wanafunzi 19 ambao mwaka jana wote walikwenda university na mwaka huu ukiunganisha na wale mwaka jana, wanafunzi wote ni 40 ambao tumeweza kupeleka university. Hii ni program kama ile ya marehemu Tomboya ambayo alianza kitambo sana, ya kuona afanya kufanya ya lifting program kwenda Amerika akachukua wa Kenya. Kwa hivyo tuliangalia tu program kama hii. Mara ya kwanza tukianza, watu hawakujua tutafikia hapa, lakini tumeiona imeanza kuzaa matunda. Watoto 40 si mchezo, na leo watoto hawa tumeona wameweza kufanya bidii sana. Zamani hakukuwa na A's Jomvu, leo ma A ma B plus yamejaa hapa, watoto wameweza kufanya vizuri na kama mnavyosikia huko nyuma macheki yanaendelea kutoka kwa watoto hawa, tunawapatia hizi checks ili waweze kwenda kusoma. Programu hii hatukuchukua kiolela, watoto wote ambao tunawasomesha every term tuna evaluate matokeo yao, wanatuletea result slips pale kwa ofisi. Alafu tunaangalia ikiwa kuna any challenge ambayo na mtoto pia kwa shule kando na mzazi, tunaingilia kati kuangalia vipi tuweza kumsaidia. Nataka nitoe fursa safari hii kusema kwa serikali ni muhimu iajiri walimu zaidi kwa sababu kuna shortage ya walimu. Jumla ya wanafunzi 68 wamenufaika na ufadhili huo ambao umegharimu kima cha shilingi milioni tatu. Nikiripotia Bandari TV kutoka eneo bunge la Jomvu, mimi ni Ramadhan Nyae.